Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunde ametoa maelekezo matano kwa management ya Tume ya Madini hasa maafisa madini wakazi wa mikoa kuzingatia na kusimamia sheria katika utekelezaji wa majukumu yao na kufikiri nje ya boksi ili kuwa na kitu cha ziada katika kuendeleza sekta ya madini. Waziri Mavunde amesema hayo leo Aprili 30, 2025 jijini Dodoma kwenye ufunguzi wa kikao cha management ya Tume ya Madini ambapo amewataka watendaji kuwa wabunifu katika maeneo yao washirikiane mkoa mmoja na mkoa mwingine pamoja na kushauriana agizo la pili ambalo amelitoa mheshimiwa mavunde ni kutaka ubunifu na kuacha kufanya kazi kwa mazoea amesema anataka wakawe wabunifu wamenunua magari mia moja na moja mengine yanakuja pikipiki mia moja arobaini rais daktari samia suluhu hassan amewapa nyenzo anataka wafikiri nje ya boksi nini wafanye kwenye eneo lao ili sekta iweze kushamiri zaidi isiwe isi wanatamani kuona kila mtu katika eneo lake anajitahidi. Katika hatua nyingine, Mheshimiwa Mavunde amewapongeza maafisa madini wakazi wa mikoa kwa ukusanyaji wa maduhuli na kuwataka kutorudi nyuma na kuhakikisha kila mmoja anavuka lengo alilopangiwa. Ameongeza kuwa wajitahidi kutafuta njia za kuongeza makusanyo pasipo kuleta athari kwa watu wanaowasimamia. Zipo njia nyingi za kufanya, wasimamie hilo, wao wanaingiza fedha nyingi sana katika mfuko mkuu wa Serikali, miradi inayokuja mikubwa anaamini watafanya kwa vizuri zaidi. Katika agizo la nne la uadilifu, waziri Mavunde ameeleza kuwa hivi karibuni Sekta ya Madini imekuwa na utulivu pasipo kuwepo na malalamiko yoyote na kuwataka Maafisa Madini Wakazi wa Mikoa kuendelea kutenda haki pasipo kuonea wadau wa madini na kutatua migogoro na changamoto zinazowakumba wadau wa madini. Amewasisitiza maafisa madini wakazi wa mikoa kuhakikisha wanatatua migogoro kwa kufuata haki ili kujenga imani na wachimbaji wa madini na kuendelea kutoa elimu kuhusu sheria na kanuni za madini ili kupunguza migogoro kabisa. Akitoa agizo la tano, Mheshimiwa Mavunde amesema kuwa ili kuongeza ushiriki wa Watanzania katika sekta ya madini imeundwa kamati maalum ya kuwajengia uwezo wa Tanzania kushiriki kikamilifu katika sekta ya madini ili baadaye we wachimbaji wakubwa wa madini na kuelekeza watendaji wa tume ya madini kutoa ushirikiano kwa kamati hiyo. Ameongeza kuwa serikali inaendelea kuhamasisha uwekezaji katika ujenzi wa viwanda vya uongezaji thamani ya madini nchini ambapo mpaka sasa wawekezaji wengi wamejitokeza kwenye ujenzi wa viwanda vya uongezaji thamani katika mikoa ya kimadini ya Chunya, Dodoma, Dar es Salaam, Pwani, Kilimanjaro, Rukwa na Lindi. Amesema kutokana na utendaji mzuri wa sekta ya madini hasa mchango wake, hasa mchango wake kwenye pato la taifa kufikia asilimia kumi nukta moja, nchi ya Kenya kupitia waziri wa madini na uchumi wa bluu Mheshimiwa Ali Hassan Joho Wameomba kuja kujifunza nchini Tanzania. Aidha, amewataka wachimbaji wa madini waliopewa leseni kuzifanyia kazi na kwa ambao hawajazifanyia kazi hatua mbalimbali mbali za kisheria zitachukuliwa ikiwa ni pamoja na kuandikiwa hati za makosa na kufutwa kwa mujibu wa sheria. Naye katibu mkuu wa wizara ya madini, mhandisi Yahya Samamba, akizungumza katika mkutano huo, amewataka viongozi wa tume ya madini kuendelea kuimarisha upendo sambamba na kushirikiana ili sekta ya madini iendelee kuwa na mchango mkubwa kwenye pato la taifa. Naye mhandisi Teonestina Mwasha akielezea hali ya makusanyo ya maduhuli katika tume ya madini amesema kuwa katika kipindi cha mwaka wa fedha elfu mbili na ishirini na tatu kwa elfu mbili na ishirini na nne jumla ya kiasi cha shilingi bilioni mia saba hamsini na tatu nukta nane sawa na asilimia themanini na tano nukta nne tano ya lengo kilikusanywa. Ameongeza kuwa katika kipindi cha mwaka wa fedha 2024 kwa 2025 kuanzia mwezi Julai hadi Aprili 29, 2025 Tume ya Madini imefanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 862.64 ambacho ni sawa na asilimia 86.53 ya lengo la shilingi trilioni moja. Amesisitiza kuwa wanaamini kiasi kilichobaki watakamilisha ifikapo Juni 30 mwaka huu kwa kuongeza nguvu na ubunifu kwenye ukusanyaji wa maduhuli na udhibiti wa mianya ya upotevu wa mapato. Mohab TV Dodoma.